Na, mtazamaji wa Ishizwe TV tuko live kutoka Manispaa ya Kahama Wilayani Kahama mkoani Shinyanga tuko na Bi Neema ambaye ana mtoto mwenye changamoto ya moyo kutoboka. Atatuambia changamoto hii ilianza lini, lakini ni nini ambao ni ushauri wa madaktari na ni nini hasa ambacho kinatakiwa kifanyike mm. Mtuambie kwa ufupi mtoto wako anasumbuliwa na nini hasa? Anasumbuliwa na shida ya moyo kutoboka. tatizo hili limeanza li lini ina muda mrefu toka mwaka jana kwenye mwezi wa sita. Ilianza toka mwaka jana mwezi wa sita wa saba mpaka sasa bado linaendelea. Na mtoto wako ana umri wa miaka mingapi? Ana umri wa mwaka mmoja. Na nani nani aliyekuambia kama mtoto ana tatizo la moyo kutoboka? Waliniambia madaktari wa Shinyanga kuhusiana na hilo swala la moyo kutoboka, kwa sababu walimpima kipimo cha moyo ndo wakagundulika na shida hiyo. Sawa, so, uh, licha ya madaktari wa Shinyanga hao, ni jitihada gani ambazo wewe umezifanya katika kutafuta matibabu ya mtoto huyo? Nimefanya, imezunguka huku na kule, lakini nimeshindikana kwa sababu uwezo hamna. Ndio maana nimekaa hapa kwa kuomba msaada, mnisaidie nyie Watanzania wenzangu. Umeona? Sawa, so, uh, wadau mbalimbali pengine wamewahi kujitokeza kuhusiana na kuchangia ama kumpa sapoti mtoto wako? Ha, wadau sijapata yoyote wa kuweza kunisapoti mpaka sasa, naangaika tu mwenyewe hivyo na bibi yangu. Familia ama ndugu na mume wako wako wapi? Mume wangu ndo hivyo, alifia machimboni. Ndugu zangu ndo hivyo, nina na bibi yangu tu, na ndugu wapo wengine, lakini ndio hivyo changamoto, kama hivyo mnavyojua mambo ya ukoo, nakuta wengine hawana hata muda wala hawana hata mahusiano na kusikiliza hata shida ya mwenzie. Sawa. So, na tangu limetokea suala hilo pengine uh, ugonjwa wa mtoto huo umekuwa ukikuathiri vipi katika uh, kufanya kazi zako za uzalishaji za kila siku? Ndio hivyo, kazi kufanya hamna, unakaa tu hivi hivi, unabembeleza mtoto mchana usiku, kila siku hivi hivi. Nataka kufanya kibarua chochote cha kukupatia kipato hamna, na maana muda wa kufanya chochote kwa ujumla haupo. Na unawezaje sasa kuyaendesha maisha yako, ili hali hauna kazi yoyote unaoifanya? Maisha ya kuyaendesha, naishi tu kwa mama mmoja kwa sasa. Huyu mama ndo anayenisaidia na nisapoti moja mbili tatu, mpaka sasa na ni gharama kiasi gani ambazo zinatakiwa kwa ajili ya matibabu ya mtoto huyo? Watanzania, hata ikifika hata milioni mbili, mimi naweza nikafika kule, angalau akaendelea na matibabu, mambo mengine yanaendelea. Nam huyu ni Bi Neema ambaye nilikuwa nikizungumza naye kuhusiana na kile ambacho amekieleza. Kikubwa zaidi ni anapaza sauti kwa Watanzania wote, wadau wa maendeleo na wote wenye mapenzi mema, kuweza kumsaidia kupata kiasi angalau cha shilingi milioni mbili ili aweze kupata matibabu ya mtoto wake ambaye mtoto huyo anasumbuliwa na moyo kutoboka. A, licha ya hayo amepata rufaa ya kuweza kumpeleka mtoto huyo katika hospitali ya Jakaya Mrisho Kikwete iliyoko pale jijini Dar es Salaam. Hii ni ISHIZWE TV na mimi ni Samuel Samson.